Amefanya jambo kubwa sana. Jambo hili ni jambo la kiucha Mungu, ni jambo la kiibada. Mwenyezi Mungu amlipe, Mwenyezi Mungu ampe moyo kama huo tena. Mheshimiwa mbunge odo Ummy, kwa hichi ambacho alikifanya, kafanya jambo kubwa sana, kwa sababu ndugu zetu hawa hawana jirani, hawana mali popote pa kutafuta futari, tofauti na sisi tuliopo mitaani. Unaweza kuwa na nyumba ya pili, ukala nyumba ya tatu, ukala huko. Hakuna kwa kweli, kafanya jambo kubwa. Na sasa hivi tunaenda kwenye sokoni, sokoni wanahitaji hawa mchele kilo karibuni mia tano za mchele kwa, bado namuhimiza mheshimiwa mbunge awakumbuke siku ya sukuu, alete kilo mia tano za mchele alete maji na juisi, vijana wafurahi hapa siku ya sukuu wote, maanake ni jela nzima wafurahi. Azani tutaendelea kumhimiza na kumuomba kile ambacho Mwenyezi Mungu amempa, basi alete siku ya sukuu, vijana wafurahi, na wao waweze kumuombea dua katika maisha yake haya. Na sisi kama wanasema na Tanga ambao tumejumlisha makundi yote ya Tanga tunamuunga mkono na kumpenda sana Mheshimiwa Mbunge kwa sababu ya haya mazuri yanayoyafanya, na kupitia hayo tunaiasa jamii na viongozi wengine waige tabia ambayo Mheshimiwa Mbunge Ummy Ali Mwalimu anayoifanya. Wa wananchi wake wa Tanga jiji. Hii ni furaha leo tumejionea, uh, watu wenye mahitaji wafungwa wamefurahia na dua kumwombea Mheshimiwa Mbunge. Leo tumejionea viongozi wakubwa wa, wa kiserikali pamoja na sisi wananchi kwa mapenzi makubwa tukimwelekea Mheshimiwa Ummy Ali Mwalimu kwa haya aliyofanya. Haya ni mapenzi. Mheshimiwa Ummy ana wa kufananishwa na mtu katika jiji hili la Tanga, si kwa ajili ya kisiasa tu, kwa ajili ya mambo makubwa ya kijamii anaowafanyia wakazi wake wa Tanga. Tunamwombea dua sana na fanaka moja, afanikiwe katika malengo yake yote aliyojiwekea yeye mwenyewe binafsi, lakini la pili afanikiwe juu ya mahitaji makubwa ya jamii ya watu wake asiwaache aendelee kuwashika na kuwaunga mkono. Lakini la tatu asikatishwe tamaa na aina yoyote ya maneno changamoto, ama jinsi ya aina ya taratibu zozote ambazo zitamfanya yeye asijihisi ni mtu muhimu katika jamii na katika wakazi wa Tanga. Tanga jiji inamwangalia Ummy Mwalimu, inasema asanteni sana kwa wanasemana Tanga na wanaharakati wasemana Tanga, wanasema Ummy Mwalimu wanamuunga mkono. Sema na Tanga tunaijenga Tanga yetu. Usisahau kusubscribe youtube channel yetu mp online tv.